Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 27 Novemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Leonardi wa Porto Mauricio padre, mwaka 1751. Padre huyo alizaliwa mjini Porto Maurizio, nchini Italia mwaka 1671 na jina lake lilikuwa Paolo Geronimo Casanova. Baba yake alikuwa na mashua nayo aliitumia kupeleka shehena kati ya miji ya Porto Maurizio na Genoa. Paulo alipofika umri wa miaka kumi na miwili, alienda Roma kwa ajili ya masomo yake kwa vile alivyokuwa mtoto mwenye akili sana. Miaka minne baadaye alitambua mvuto wa kuwa mtawa. Alisali sana apate kujua aingie katika shirika gani la kitawa. Siku moja aliwaona mtaani mjini Roma watawa wawili wakiwa wamevaa kimaskini na kuzama katika unyamavu. Akawafuata hadi monasteri walimoingia, akaomba akubaliwe kujiunga na shirika lao, nalo lilikuwa shirika la Wafransisko. Akiwa na umri wa miaka ishirini na miwili aliweka nadhiri zake za kitawa akaanza kuitwa Leonardi. Baada ya kujifunza falsafa na teolojia alipadirishwa. Mara afya yake ilianza kusumbua sana, kiasi kwamba baada ya miaka mitano alimwahidi Bikira Maria kwamba pindi atakapopona atajitolea katika kazi ya kuhubiri kwenye mafungo ya kiroho katika maparokia na ajabu, muda mfupi tu baadaye akawa na afya nzuri tena. Ndipo ilipoanza kazi yake mwenyewe. Mwenyewe aliwahi kusema kwamba kazi ya kuhubiri katika mafungo ya kiroho haikumvutia hata hivyo, aliifanya kwa bidii zake zote kwa muda wa miaka arobaini na minne. Kipaji chake hasa kilikuwa lafudhi, yaani uwezo wa kusisimua watu kwa maneno yake. Chemchemi ya uwezo huo ilikuwa katika maisha yake mwenyewe ya kiroho. Moto wa maisha yake matakatifu ndio uliyoyapa nguvu mahubiri yake. Daima alitembea kwa miguu toka parokia moja hadi nyingine, na kila mahali, mahubiri yake katika mafungo ya kiroho yaliandamana na mapinduzi ya kiroho. Wakosefu wengi sana walimrudia Mungu kutokana na mahubiri ya padre huyo mtakatifu. Ibada ya njia ya msalaba na ile ya kuheshimu moyo mtakatifu wa Yesu ndizo hasa alizowashauri watu wazishike na hivyo alieneza sana ibada hizo mbili. Mwaka elfu moja, mia saba, hamsini na moja alienda mji wa Florensi, Italia kaskazini. Na mara hii kwa sababu ya uchovu wake mwingi hakusafiri kwa miguu, bali kwa gari kufuatana na amri ya Papa mwenyewe. baada ya kuhubiri katika mji huo Njiani alipokuwa akirudi Roma aliugua sana. Mara alipoingia katika monasteri yake alipewa sakramenti ya wagonjwa, akafa siku chache baadaye. Mnamo mwaka 1867 alitangazwa mtakatifu. Mashauri ambayo padre huyo mtakatifu aliwapa Wakristo wa siku zile, yaani Fanya mara nyingi ibada kwa njia ya msalaba na pia ile ya kuheshimu moyo mtakatifu wa Yesu, yatufaa pia sisi kwa siku hizi. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika, tarehe 27 Novemba, mtakatifu Mora wa Benhor Mfiadini, Ethiopia. Mtakatifu Leonadi wa Porto Mauricio, Padre, utuombee.